Na msikilizaji, ni saa kumi na mbili asubuhi, taswira kamili ya Dar mjini ni kama hivi, na ukiweza kutazama, kuna watu wachache unaweza kuwatazama, ambao wameweza kuingia mjini aidha kwa shughuli tofauti, ama wanaweza kuondoka kwenye shughuli walizokuwa nazo, pengine wakiweza kurejea majumbani mwao au pengine tunaweza pia ku kuwadhania kuweza kuwa ni waandamanaji walioweza kufika mjini, kwa sababu kila mtu katika siku hii ana nia yake tofauti. Maana inasemekana kuna wale watakaosalia nyumbani, lakini pia kuna wale watatokea kuweza kuhakikisha kwa kwamba maandamano haya yanaweza kufua dafu, lakini pia kuna wale ambayo wanapinga kusiweze kuwepo na vurugu. Elewa pia kwamba mjini mara nyingi kuna wanabiashara ambao wanahisi kwamba biashara zao zinafaa kuwekewa ulinzi. Kwa hivyo katika siku hii watanzania wengi wanaweza kuwa ni wenye kugawika sana, na kuweza kila mtu kuweza kusimamia kile ambacho anahisi kinamfaa zaidi lakini msikilizaji, maandamano ya siku ya leo, kipenda maandamano ya D9, kulingana na wanaharakati pengine na wale ambao waliweza kuweza kuyaandaa maandamano haya, wameweza kuyataja kama maandamano ambayo yatakuwa makubwa zaidi, hata yataweza kuzidi yale ya Desemba ya, ya tarehe ishirini na tisa, kipindi ambapo hivyo msikilizaji tutazidi kukita kambi hapa kuweza kuhakikisha kwamba taarifa ambazo zinakuzingira zinapata kukufikia ili upate kufahamika. Lakini mpaka sasa, kama unavyoweza kutazama picha hizi, utaweza kuona wa, bwana wachache tu ambao wapo mjini na pengine kwa sababu tofauti tofauti wanaonekana kama watu ambao wana wanakwenda zao tu, wameweza kuharakisha kufika sehemu fulani. Naelewa kwamba ndio siku inaanza na ndio siku ile ambayo inatajwa kuwa kubwa zaidi Tanzania, kulingana na wale waanzishaji au wanaharakati walioweza kuyaandaa maandamano ya siku ya leo. Elewa msikilizaji, kwamba siku ya leo inatazamiwa kuweza kuwa na uh, mgawiko wa watu sana, ikiwa uh, Watanzania wengi hawajaweza kuwa ni ni wenye fikra moja, kama ilivyo tu katika demokrasia yoyote, waleo watakaweza kuisi kwamba sioan kufanya hivyo, asiyo bora kuweza kuingia kwenye maandamano, kwa sababu uh, maandamano pengine yanaweza ku Uh, leta madhara tofauti tofauti na kuweza kuharibu na, na mambo kama hayo, lakini pia na wale ambao wanahisi kwamba kipindi ndo hichi cha, cha kuweza kufanya uchunguzi na kuweza kuhakikisha kwamba wanaipata serikali ambayo pia kuna wengine wanaweza kuhisi kwamba wameweza kukosewa kutokana uh, na uh, shughuli zile za uchaguzi unaoweza kufanyika tarehe ishirini na uh, tisa, lakini pia wapo Watanzania wengi ambao wana machungu ya kuweza kuwapoteza wenzao katika maandamano ya siku ile, lakini pia wapo wengi tu walioweza kutekwa na serikali masuala ambayo yanaweza kuwatia machungu wa Tanzania, na ndio maana siku ya leo ina mgao mkubwa wa watu, na ndio maana inasemekana kwamba maandamano ya siku ya leo huenda yakawa makubwa zaidi, kwa sababu sasa hivi watu wana sababu nyingi tu za kuweza kukasirishwa, na kwa hivyo inatarajiwa kwamba watu wataweza kutokea na kuweza kuonyesha Uh, adhi yao na kuweza kuonyesha kwamba uh, sio kila kitu kiko bora nchini Tanzania, na kwa hivyo kuna we, kunafaa kupatikana suluhu la kudumu. Msikilizaji, itaeleweka kwamba viongozi walioko serikalini, uh, inaweza kusemekana kwamba hawawezi hata kwa mara moja kufikiria kujiuzuru lakini waandamanaji wanaweza kuona kwamba wakiweza kufanya maandamano ya siku ya leo yataweza kuwasukuma viongozi wale waweze kuondoka serikalini, ili basi waweze kuweza kufanya uchaguzi upya na kuweza kuwateua viongozi mbadala ambao wanahisi kwamba wataweza kufanya kazi bora zaidi ya wale waliopo mamlakani sasa hivi. Kwa hivyo kila ambacho tunategemea basi ni kwamba kutakuwa na tofauti kati ya waandamanaji na vile vile polisi ambao wanawakilisha serikali, kwa sababu ya kutofautiana kwa hoja hizo na kuweza kuhakikisha kwamba kila mtu anaweza kutetea ambacho anaamini ni bora. Na mara mingi makabiliano haya yanaelekea kupoteza maisha, lakini pia yanaelekea kuacha watu wengi wakiweza kuwekwa gerezani elewa shughuli hii imeweza kutajwa kama uhaini na ndio hivyo.